Ni kwenye uzinduzi wa kusambaza maji katika eneo la Mikindani, kaunti ya Mombasa. Wakfu wa Shosaha unaongozwa na Wikin Obondo, unalenga kuwasaidia wanawake walio katika mazingira magumu ya kupata maji. Na tulianza na chini, hawa mama hawakuwa na chochote yenye wanaweza fanya kwa maisha yao, hasa wajane na single mother wako na na leo hii tuna launch maji. Kwa sababu gani nimefanya hii jambo siku ya leo, ni ile challenge yenye tuko nayo hii area, asaa, ni mambo ya maji. Hakuna maji Mikindani, na wamama bila maji, maisha hawezi endelea vizuri. So niliona tukianza hii biashara ya maji itawasaidia, itawasaidia wapate income, wanaweza kujisimamia wenyewe kama wajane na single mother na pia inasaidia wale majirani wetu kwa sababu hii maji wataeuza kwa bei nafuu yenye kila mtu anaweza afford kwa community. Mradi huo ambao umepokea usaidizi kutoka kwa afisi ya seneta wa Mombasa, hatimaye umeweza kuwapa maji kina mama wasiojiweza na wajane. Aidha, mradi huo pia ukipanga kuwapa kina mama fursa ya kujiendeleza, angalau kuwaletea mapato ya kila siku. Leo hii tuko hapa kuzindua rasmi tangi la kinamama Mikindani Wido, CBO tanki hili walikabidhiwa rasmi na ofisi ya senator. Kina kinamama hawa walileta proposal ofisini kwetu, senator akazipitia na akaona ni haki kuwasaidia. Lengo letu kuu la kufanya programu hizi ni kuwawezesha kinamama kujitegemea ili waache ombaomba omba, ili tuwakibizi at least, wakikaa hapa asubuhi mpaka jioni watauza kitu watapata Wikin Obondo ametoa wito kwa umma na wadau mbalimbali kuwasaidia wanawake ambao wanakabiliwa na changamoto za kijamii. Wakfu huo pia ukifanya kazi katika kaunti za Kilifi, Kwale na Kisumu. Yeah, hizi vikundi niko nazo not only in Mombasa. Nimeenda Kilifi, niko na CBOs huko, ya both widows, single mothers, and also single parent, single fathers. Alafu juzi tu pia nililaunch nyingine Kisumu, na pia niko na free medical camp yenye, before the end of this month, naenda kufanya Kwale County, sehemu inaitwa Kinango. So kitu yenye naomba sana kwa watu wenye wako nje, tushirikiane pamoja, ili tuweze kusaidia wamama wetu. Hawa mama wana face a lot of challenges, wana face a lot of depression, wana face a lot of stigma, vitu zingine yenye hawawezi ongea So tukikuja pamoja tukishikana, tunaweza wasaidia. Mradi umetuletea maji, tulikuwa tunafuata maji kwa muda mrefu, kwenda mahali parefu sana kutafuta maji, kilomita nyingi kutafuta maji, na masaa haya tumesikia vizuri, na tutaoga tutakunwa, tutavaa na tutafua, na tutameremeta kama viji, kama wajane Sahii sisi si wajane tena. Sisi si, ni watu wa hope sahii. Sebastian Maria, Undugu TV.